Nitangu zamani mateso na vifo vinawapata watu duniani, lakini ujumbe wangu ni kwamba tusikate tamaa. Hata Yesu Kristo ambaye ni Mungu halisi alikabiliwa Mungu, Mungu, na kifo hata akalia machozi

kifo kinauma sana, olufu lunaluma wenu lakini tusikate tamaa, aliko kusunusu wakachike. Aleluya, yes. Ninataka kupitia kisa kimoja cha ca Biblia, alanda okuvabwira lugano luguma lomubibilia, kifunze namuna sulonzo buli oswai. Hata kama mungu kamamuga anatuita, tuko watoto wake, necilo mungu agasuyika kusuli wana wake, lakini anaruhusu kupite kati katika vipindi vya mateso, aliko asaleka okuswaka nagera nomu vigari vilemere na vipindi mafundisho kwetu evirevigavi eh, zinaliziningigirizomei tusikate tama, kude musimu Yesu akachikene, kama vile mwana wake alivyovumilia. Ngoku Yesu Kristo neyeachihangana nassi tuweze kuvumilia nesikomeze kuchihangana.